Barikiwa sana uh, ki, kwa wimbo huu mzuri Mungu yu upendo. Na baada ya kipindi hiki nitaimba tena na Mungu awatumie kwa utukufu wake. Mnasemaje wasikilizaji wa na watazamaji? Mungu awabariki uh, sana. Karibu sana pastor. Habari za jioni ya leo, ninawasalimu nyote, habari za jioni basi. Napenda niwakaribishe tena siku ya leo, wale ambao tuko ndani na wale watazamaji wanaotuangalia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii. Basi Bwana wabariki mahali mlipo, tunapoendelea na juma hili au wiki hii inayoelekea mwisho inayohusiana na masuala ya kifamilia. Tumekuwa tukiangalia mambo mengi ya msingi. Unajua, ikiwa unataka jamii iweze kuwa bora, boresha familia. Ukitaka taifa liweze kuwa lenye uadilifu na lililo bora, tengeneza familia, kwa sababu kwenye familia ndipo wanapotokea watu wa kila aina, wataalamu mbalimbali, viongozi mbalimbali, watu mashuhuri mbalimbali, wanatoka kwenye familia. Na familia haiwezi kuwepo bila kuwepo ndoa, mme na mke. Na sasa, jana tulikuwa tukiangalia misingi mitatu mikubwa, lakini vilevile vile tukaangalia mambo ambayo yanayotikisa ndoa, leo tukayatazama tukayaona. Yapo misingi mitatu ya ndoa. Tuliangalia ya kwamba jinsi inakuwa ndiyo inayotawala kwenye mifumo ya utawala kwenye ndoa. Tulisoma katika Waefeso ikatuambia mpangilio ulivyo wa utawala. Mpangilio huo unapoharibiwa kila kitu kinaharibika, na matokeo yake wale wote wanaotokana na, na familia ambayo haina utaratibu au ambayo imeharibikiwa katika mpangilio wa utawala, usitarajie kwamba wanaweza kuwa na utawala ulio bora, kwa sababu mafunzo yote yatatokana na jinsi familia au ndoa hiyo ilivyo lakini tukaona mgawanyo wa namna utawala huu unavyoendelea na uhusiano wao utakavyokaa kati ya mme na mke. Mwanamke anaambiwa kutii na mwanamme kuti, ameambiwa kupenda mke wake. Hiyo ndiyo misingi mikubwa ya muhimu sana, na hii inaleta heshima ya pamoja, ndiyo msingi mkubwa na upendo wa kujitoa pamoja na uaminifu katika agano. Hiyo misingi mitatu ni ya muhimu na ndiyo inayoweza kutengeneza watu walio bora watu waliochanganyikiwa kama yenyewe takuwa imechanganyikiwa. Na tukaona ya kwamba unyenyekevu sio kujidhalilisha, kwa sababu katika unyenyekevu au katika utii sio kujidhalilisha, kwa sababu mfumo mzima wa utawala kwenye familia na mahusiano lazima utokane na Kristo, kwa sababu tuliona kiongozi kwenye familia ni nani? Ni nani? Kiongozi mkuu ni Kristo, lakini katika utawala huo au mfumo huo uongozi kwenye familia, mwanaume ni kiongozi, amesemwa ni kichwa cha nani? Kichwa cha nani cha mkewe. Kwa hiyo mwanamke kichwa chake ni nani? Ni mwanaume. Sasa kichwa cha, cha, cha mwanaume ni nani? Kristo. Na ukitaka kuthibitisha hilo soma katika kitabu cha Wakorinto, ngoja tusome hilo maana jana hatukulisoma. Katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya kumi na moja na mstari wa tatu. Mtu mmoja anisomee pale. Wakorinto wa kwanza kumi na moja fungu la tatu. Nisome haraka haraka pale. Biblia inasema mm. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Eh, hebu rudia. Unataka? Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Kichwa cha kila mwanaume ni nani? Kristo. Ni Kristo. Ni na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ni Mungu. Sasa hapa ni leadership, ni uongozi, ni mfumo wa kiongozi. Nani kiongozi katika kila sekta au katika kila taasisi, katika taratibu hizo. Kwa hiyo kwenye ndoa, tunapokuwa kwenye ndoa, lazima ieleweke kwamba mwanaume ndiye kiongozi na anawajibika kwa shida zozote zitakazotokea na ana wajibu huo. Ndiyo maana Mungu alipokuwa amekuja kwenye bustani, baada ya mambo kuwa yamejikoroga, na aliye yakoroga ni mwanamke, nani alianza kuhojiwa? eh? mwanaume. Mwanaume kwa nini ahojiwe mwanaume wakati aliye koroga ni mwanamke? Kwa sababu yeye ndiye kiongozi, anawajibika. Accountability na responsibility iko e, juu yake, anawajibika, lazima atoe maelezo. Ofisi inapokuwa imekosea, mkuu wa ofisi hiyo ndio atajibu, hata kama ni wadogo wamekosea, si kweli? Yeye ndiye anayepasi. Kwa hiyo kwenye familia kwenye familia, kiongozi ni mwana ni, ni mwanaume, yeye ndiye kichwa, lakini naye ana kiongozi wake. Kiongozi wake ni nani? Kristo. Ni Kristo. Kwa hiyo ana yeye, ana kichwa, kichwa chake ni Kristo, lakini Kristo naye anasemwa ana kichwa chake. Kichwa chake ni nani? Mungu. Ni Mungu, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba huyu ambaye sio kiongozi ni duni hapana. Ni mfumo wa kiutawala sasa baadaye tuliangalia vitu vinavyotikisa, tuliona mambo mengi sana, tulikaa muda mrefu. Sasa leo sitakaa hapo, leo tunataka tuangalie uvamizi wa falsafa na tamaduni za sasa hivi, uvamizi wa tamaduni mpya, falsafa mpya, zinazojitokeza leo katika kizazi chetu.